Ni mabaki ya matatu iliyogongana na lori katika barabara ya kutoka Nakuru kuelekea Elburgon ikiashiria uzito wa ajali hiyo. Yes. Matokeo yake ikiwa watu kumi na wawili kupoteza maisha yao papo hapo huku makanga wa matatu hiyo akisimulia matukio kabla ya ajali hiyo kutokea. Tamiza nilikuwa imekuja ikatoboka mguu ikaroo ikatukuta ikatugonga Walioshuhudia ajali hiyo wakisema daladala hiyo ilikatika breki na kisha kupasuka magurudumu na kugonga lori hilo na kusababisha ajali. Inasemekana ya kwamba gari imekata breki uko sehemu za juu Cheponde, kufika hapa amko ikapiga, e, ikakatika ama ikapasuka miguu ikapiga lori na kati imepiga lori ikaweza kuua watu ambao wame hawajapungukia akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Nakuru, Timothy Odingo alisema kuwa ajali hiyo ilisababishwa kwa kuendeshwa gari kiholela. Pia tunahuzunika ya kwamba tumekuwa na mtoto wa shule ambayo inasemekana alikuwa mtoto wa shule ya DB ambaye alikuwa anaenda nyumbani am, pia ameweza kutuacha, na tunasema pole kwa watu wote, wakazi wa Molo wakiitaka mamlaka kudhibiti barabara kuwakarabatia barabara hiyo na kuwaekea matuta. Na hii barabara imekuwa na shida, kwa sababu hapa mekufia watu wengi sana, na kila mwaka, kila mwaka lazima pakuwe na ajali ambayo inatuacha tukiwa hali ambayo Eh, lazima kuwe na maafa. Hali ya barabara ni mbaya, iko na mashimo, kona zake ni mbaya, hazijaangaliwa, hatuna bumps. Tunaomba idara na ya barabara ihakikishe kwamba imekarabati sehemu hii. Walioaga wa dunia mili yao ikipelekwa kwa chumba cha kuhifadhia maiti Molo.